Hey maizangu, hope you're well. Na mnaendelea vizuri. Leo tunapika full course meal. Yaani manake tutapika wali wa nazi, lakini pia tutapika na dengu. Hiki chakula tulikula na kuku kukaanga, lakini pia unaweza kula kama kilivyo. Ah, nimekuwa nikipenda sana dengu. Ni moja substitution nzuri sana kwa ajili ya maharage. Yaani kama umezoea kupika pika tu maharage, unaweza kuweka pia dengu na ni tamu sana. So nitaosha dengu zangu, nitakatia kitunguu maji ndio ninavyopenda kuchemshia afu nitaika na mafuta kidogo sana kwa ajili ya kuchemshia, ziive haraka. So baada ya hapo tutaika hivyo, tutaongeza na maji kidogo, alafu tutaeka kwenye pressure cooker, usao kuweka na chumvi. Dengu hazitumii muda mrefu kuiva kama ambavyo ziko maharage. Kwa hiyo usije kaziacha muda mrefu kwenye pressure cooker, zik, pressure cooker zikawa uji. Though hata zikiwa uji bado ni nzuri tu. Okay. Baada ya kuzipresha kuku, tunaziacha hapo. Tutaendelea kwa kuanza sasa kuunga wali wetu wa nazi. Tutaweka vimafuta kidogo sana kwa sababu tunataka kukaanga, afu tutaweka vitungu maji, tutavikanga kiasi. Baada ya hapo tutaosha mchele wetu. Sasa unakuta mtu mzima kabisa anakwambia mchele unaoshwaga na mimi nikuulize, kwa nini mchele hauoshwi? Yaani unakulaje vumbi? Afu unaongea online kabisa, eti mchele unaoshwaga. I don't know, sijui nyie mmefundishwaje, lakini inashangaza kwamba mtu anaweza akachukua mchele ambao umepita mikono zaidi ya elfu moja mpaka ikamfikia kwake, alafu akapika bila kuosha. Anyways, hainihusu mai wangu, endelea kupika ambao uoshi kama unapenda. Baada ya hapo tutakaanga mchele wetu kama unavyoona hivi, and then tutaongeza maji tuache uivie. Tutaongeza pia na chumvi na maji. Nimetumia maji ya moto, unaweza ukatumia tu maji ya kawaida pia utaiva tu, una shida. Tutafunika tuache uivie mpaka ukauke. Ukisha upika ukikauka, utaonekana kama hivi. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa natumia tui la nazi zito, yani nazi ya dukani, ntaweka tu kwa juu hivi, na hii hapa ni njia nzuri pia kupika wali wa nazi, unabaki na harufu unakuwa krimi na mzuri. Tutafunika tuache ukaukie vizuri, na hapo uko tayari, wali umeiva, una harufu nzuri, mtamu kweli, kweli. n mai wangu nikukumbushe tu Kabla ujaendelea ukamaliza hii video, hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel ya mai wako. Gusa kengele inayofuata, utakuwa unaona videos kila mara ninapoweka. So next tunaunga dengu zetu, zimeshaiva vizuri. Kwa utaeka mafuta kidogo, alafu tutaeka kitunguu maji, tutakipa nafasi kivie vizuri, na baada ya hapo tutaeka carrots, lakini pia tutaeka kitunguu swaumu, and then tutapika carrots zetu zilainike ama zistim kama hivi una moto wako uwe mdogo mdogo tu. Baada ya hapo, tutamiminia zile dengu zetu ambazo tayari tulikuwa tushazichemsha vizuri kabisa, and then nitaongeza kidonge kimoja cha Royco Soto Jo Cube. Hii Royco Soto Jo Cube unaweza kupikia maharage ya aina yoyote yale, na kwa maana yo, tunasema dengu, choroko, maharage, njugu mawe, anything else ambacho kiko katika jamii ya kunde baada ya hapo tutaongeza tena nazi. Yaani leo ni manazi nazi nazi nazi nazi nazi, nazi. Na wewe ukipika nyumbani kwako uta enjoy, utafurahia. Na hapa utaipa nazi yako iive. Baada ya muda kidogo, kama dakika tano, itakuwa iko tayari. Sasa unaweza ka save chakula chako na kuenjoy. Natumaini umeenjoy kuangalia, umejifunza na utapika, utafurahia na familia yako. Until next video, basi endelea kuenjoy na usisahau usisahau kusubscribe. Ninakupenda, nakupenda mpaka wakati mwingine. Love you. Bye.